Ningependa kukaribisha yule ambaye aliandaliwa kwa ajili ya kusoma ujumbe huo, na si tuketi, tusikilize kwa makini, maana ni ujumbe maalum wenye mahitaji tunayoyahitaji kwa sasa, ili tuyaweke katika maisha yetu, na Roho huyo Mtakatifu aendelee kutenda kazi. Karibu Jubilei Kuu 2025. <coughs> Mimi naitwa Mary Ngasa, mwalimu mstaafu. Leo nimetumwa mlei miongoni mwenu kutoa ujumbe wa Pentecoste kama baba alivyosema. Pentecoste ni neno la Kigiriki. Na lina maana kama alivyotuambia baba siku hamsini tangu Bwana Yesu alipo. Wayahudi hawakuwa wanatumia neno Pentekoste. Wao walikuwa na neno lao Shavuot ambalo lilikuwa linamaanisha mavuno au idi. Jana ilikuwa sherehe ya idi. Idi ina sisi ipo kwenye Biblia, maana yake ni mavuno. Kwa hiyo kabla sijasoma ujumbe, naomba niwasii sana Hakikisha unasababisha mavuno ya kutosha katika nyumba ya Bwana. Ina baraka kubwa kufanya hivyo. Wote walikuwa wanamtolea Mungu vizuri, walipewa na walilipwa na Mungu mara mia ya kile walichotoa. Leo na wewe jaribu kwa kumtolea Mungu. Ujumbe wa Pentekoste 2025 ifu na ujasiri wa kutangaza habari njema. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 23 hadi wa 31. Ndugu waamini wapendwa, tumshukuru Mungu aliye hai kwa neema ya kuadhimisha tena sherehe ya Pentekoste, siku takatifu ambayo kanisa ilijaliwa zawadi ya Roho Mtakatifu ambaye ni mfariji, Yohana 14 mstari wa 16, mshauri wa kweli, Yohana 16 mstari wa 13, na chanzo cha nguvu ya utume wa Kikristo, Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa nane. Pentekoste sio tu kumbukumbu ya kihistoria bali ni uzoefu hai wa kanisa katika kila kizazi, tunapojazwa tena na Roho Mtakatifu ili kuishi na kutangaza Injili kwa ujasiri, upendo na hekima. Pentekoste ya mwaka 2025 inaadhimishwa katika mwanga wa jubilei kuu ya kanisa Katoliki chini ya kauli mbiu mahujaji katika matumaini. Jubilee ni kipindi cha neema na toba cha kuanza upya na kutembea pamoja kama kanisa katika safari ya kisinodi, tukisikia, tukishirikiana na tukiambatana katika Kristo aliye njia, ukweli na uzima, Yohana kumi na nne mstari wa sita. Katika dunia ya leo iliyojaa hofu, migawanyiko ya jamii na kisiasa, momonyoko wa maadili na kupungua kwa matumaini, sauti ya Roho Mtakatifu inatuita kwa nguvu mpya. Roho Mtakatifu anatualika tuwe vyombo vya Injili ya matumaini tukijitosheleza si kwa fujo wala kwa mabishano yasiyo ya, ya Kikristo bali kwa ujasiri wa kiinjili ule unaojengwa juu ya ukweli, upendo na unyenyekevu wa Efeso sura ya nne, mstari wa 15. Waamini wapendwa, kwa njia ya ubatizo na kipaimara tumepakwa kwa Roho Mtakatifu na kushiriki daraja la Kristo kama makuhani, manabii na wafalme. Hii ni dhima ya kila mlei, si kwa wachungaji peke yao, ya kueneza Injili kwa maneno na matendo, ndani ya familia, katika jumuiya ndogondogo za Kikristo, vigango, parokia, majimbo hadi taifa zima. Pentekoste inaangukia katika mwaka muhimu wa taifa letu, mwaka wa uchaguzi mkuu. Hili ni tukio la kihistoria linalohitaji tafakari ya kiroho na mshikamano wa kitaifa. Tunaitwa na Roho Mtakatifu kuombea Tanzania ipate viongozi waadilifu na uchaguzi wa haki, amani na usawa. <coughs> Tunapaswa kushiriki mchakato huu si kwa jazba au matusi, bali kwa maadili ya Kikristo, kwa kutetea ukweli kwa hekima, kuheshimu maoni ya wengine na kuepuka lugha ya chuki. Tukirejea Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa 23 mpaka wa 31 tunaona kanisa la mwanzo lilikusanyika kwa sala wakati wa misukosuko ya kijamii na kisiasa. Kwa maombi yao Roho Mtakatifu aliwajalia ujasiri wa kutangaza Injili bila hofu. Nasi pia katika mazingira yetu ya leo tunaitwa kuwa mashahidi wa injili ya amani na upatanisho Mathayo sura ya tano mstari wa tisa, tukiwa watu wa sala, busara na uwajibikaji wa jamii. Hii ni fursa ya kutafakari kwa dhati wito wetu wa Kikristo. Je, ni kwa namna gani familia zetu ni shule ya imani? Je, ni chemcheni ya mshikamano? Je, sisi ni vyombo vya matumaini hasa kwa maskini waliopuuzwa na vijana wanaohangaika kutafuta maana ya maisha? Roho Mtakatifu anatuita kuamka kutoka usingizi wa kutojali au kukata tamaa. Anatutia nguvu ili tuwe manabii wa matumaini katika kizazi hiki, tukikemea uovu kwa hekima, tukilinda utu wa binadamu na kushiriki katika maisha ya kijamii kwa misingi ya Injili. Waamini wapendwa, uchaguzi si tu tukio la kisiasa bali ni mtihani kwa maadili ya kitaifa. Tutumie zawadi ya uhuru wa kidemokrasia kwa busara na kwa moyo wa ujenzi wa taifa. Tujiepushe na chuki, uchochezi au ushabiki usiozingatia haki na kweli. Amani ni zawadi ya Mungu, lakini pia ni matunda ya juhudi zetu. Pentekoste hii, tukiwa maujaji wa matumaini na katika matumaini, tuungane na kanisa zima katika sala hii ya mitume na nukuu: Bwana, utujalie sisi watumishi wako ulisema neno lako kwa kulisema neno lako kwa ujasiri wote. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 29. Tuwaombee viongozi wetu wa sasa na wa baadaye, vyombo vya uchaguzi na wananchi wote, ili uchaguzi wa mwaka huu uwe njia ya neema na si chanzo cha vurugu. Kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa kanisa na kwa neema ya Roho Mtakatifu, Tanzania ibaki kuwa nchi ya amani, haki na upendo. Tunatamani kila mmoja aweze kusema kama mtume Paulo, na nukuu, vita nimevipiga, vita nilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Timotheo Tume, kitabu cha pili sura ya 4 mstari wa 7. Ni sisi watumishi wenu katika Kristo, Kamati Tendaji Halmashauri ya Walei Taifa. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.